Hujambo mwanafunzi! Marahaba. Lakini wakati ule mtakuwa wengi darasani, nitawasalimia hamjambo nanyi mtajibu hatujambo. Kwa sasa uko peke yako, ninakusalimia hujambo, jambo unajibu si jambo. Karibu darasani, tuendelee kujifunza Kiswahili. Tumejifunza mambo mengi kufikia sasa lakini kabla hatujaanza kusoma ni ruhusu ni kufunze jinsi utatamka siku za wiki katika lugha ya Kiswahili. Days of the week in Kiswahili. Tutaanza na Jumapili. Sema Jumapili, hiyo ni Sunday. Halafu unaenda Jumatatu, Monday. Jumanne, Tuesday Jumatano Wednesday, Alhamisi Thursday, Ijumaa Friday, Jumamosi Saturday. Unasikia jinsi Kiswahili lilivyotamu! Tumejifunza vokali, utavisoma leo, mimi ni kukutazama tu na kukupigia makofi. Tumejifunza alfabeti ya Kiswahili, herufi zote za Kiswahili, lakini bado kuna zingine ambazo nitakuambia tukizidi kusoma. Tumejifunza wewe usome alfabeti ya Kiswahili, tukaendelea tukajifunza kuunda silabi. Tulijiambia tuli kuwa silabi unaunda kwa kuweka herufi pamoja na eh, vokali. Unachukua alfabeti yoyote, Any letter of the alphabet. Unaweka na vokali, ukiweka pamoja unaunda silabi. Tukajifunza silabi zote kutoka ba, be, bi, bo, bu hadi kule mwisho: za, ze, zi, zo, zu. Hebu soma. Baada ya kuunda silabi na kusoma tulijifunza jinsi ya kuunda maneno ili tupate kuzungumza na hata tuweze kupiga hadithi na tuweze kuelewana. Katika mazungumzo, lazima tutumie maneno, na tulijifunza, tunapotaka kuunda maneno, tunaweka silabi pamoja, kisha tunaweka maneno. Pia waweza unda maneno kwa kuchukua herufi moja tu na uunde, uunganishe na silabi moja, kisha uunde maneno kama ua, that is a flower. Mtu, mtu, mtu, mto, mto. Na ziko mingi sana. Wewe utaendelea kujifunza na u, ukitaka usaidizi niko hapa, nitakusaidia. Haya, hebu tusome haya maneno. Itakayofuata sasa ni kazi yako ya ziada. Nimekuandikia hapo zoezi ujaze pengo ukitumia vokali. Jaza pengo ukitumia ukitumia silabi hapo juu, vokali ufumiso, kisha silabi uunde maneno ukitumia silabi nilizokupa. Unganisha hayo silabi pamoja na ingine utakayopenda, kisha uunde maneno mwafaka. Unitumie, nikusahihishie. Ama ukiweza, mlezi wako akiwa karibu au mzazi, akusahihishie. Pamoja tuzidi kusoma Kiswahili.